Mwani, akiwa hana kitu ambacho tuliokiona kwa wapinzani wetu. <tipa> Shomari Kapombe kacheza takribani misimu saba mpaka nane bila kupumzika siku. Amepata wa injari, walipitia wakati mgumu sana, wamekaa na Kapombe takribani miezi sita mpaka saba hayuko uwanjani, wakawa wana struggle, anambadilisha mwenda mwendamwenda akawa anacheza kwenye hilo eneo, bado ikawa haimfiti duchu, wakamtoa kwa mkopo, wakamrudisha tena. Hiyo yote ni kwa sababu walikosa mwalimu wa kuweza kuwatengeneza wale wachezaji ambao wana uwezo wa kufiti kwenye hilo eneo, au kwenye mechi kadhaa ambazo wanazo uwezo wa kuwatumia wale wachezaji, ili ikija kutokea la kutokea kwa mchezaji fulani, wanapata mbadala sahihi kwa mchezaji fulani wakilalamika ya kuto kuelewa mfumo wa uchezaji wa kocha Romain Folz. Kwako wewe umemuelewaje kwa mifumo anayotumia katika uchezaji? Kwa kwanza unatakiwa utambue Romain Folz na mechi yake moto na uvue ni waje. Hawawajui kwa mzali wao. Kwa hiyo ana kila sababu ya kuingia kipindi cha kwanza kama ambavyo unakuwa unamwona anaingia. Ni kipindi cha pili anakuja kwa Ni uongo anaogopa. Sasa kama anaanza vile kwa kipindi cha kwanza hata anacheza dabi ya Ngao ya Jamii. Aliingia vile kipindi cha kwanza, Simba wakautawala mchezo. Kipindi cha pili, Simba wameomba mpira uishe. E, kwa nini? Kwa sababu asingeweza kurisk dhidi ya watu ambao hawajui, hajawahi kuwaona. Yeye na benchi lake ni wageni wote, wachezaji baadhi ni wageni. Ndio maana kwenye mechi, mechi ya dabi uliona ameingia na wachezaji wote ambao walimaliza msimu ulioisha, lakini baada ya kipindi cha kwanza kutamatika, akawa ameisha wasoma wapinzani wake akaingiza We, watu wake ambao wanaamini wanaweza kumpa matokeo, na wakafanya hivyo, wakaubadilisha mchezo. Kwa hiyo mimi nadhani kubadilika badilika vile ni vile, kwanza hataki kusomeka kwa uharaka Pili, ina mfeva yeye ambaye anakuwa hawajui wapinzani wake waliokaa kwenye ligi ya Tanzania kwa muda mrefu, yeye akiwa hawajui kwao. Mimi nadhani nimpe congratulation, nimpongeze kwa kile anachokifanya, tumpe muda. Huwezi kumclassify mwalimu kwenye mechi moja, huwezi kumkosoa mwalimu kwenye mechi mbili, na akati mechi zote alizocheza hakuna mechi hata moja aliyopoteza. kwenye mechi alizocheza mpaka sasa hivi amefunga si zaidi ya magoli kumi, si chini ya magoli tisa, akiwa na clean sheet ameruhusu goli moja. Unawezaje kumkosoa huyo bwalii? Kwa mimi nadhani tunatakiwa tukae kimya, tum, tumtazame kwa sababu moja anatutengenezea wachezaji wengine wazawa ambao ni, ni tunu ya taifa. Kwa sasa hivi, tunapoenda michuano ya Afcon, tutakuwa na wachezaji wengi ambao wanapata nafasi kwenye timu ya Young Africans na wakaweza kufanya vizuri. Sasa hivi Azizi Andabwile, unaona anachokifanya, usishangae atamuweka Musa Bala Conte benchi, kutokana na kitu ambacho anakifanya. Akimweka Musa Bala Conte bench, maana yake tumepata wachezaji wa timu ya taifa kwenye eneo la mlinzi wa kiungo wa kati, kwa hiyo kina Edmund Joni namba wanazocheza kina Ofen Chikola. Edmund Joni mechi tunacheza na Pamba aliingia ali, nadhani ilikuwa ni mechi dhidi ya Waangola, aliingia akitokea benchi, tachi ya kwanza ya pili akenda kutengeneza attempt, imekuja mpaka tachi sita, anafunga goli la pili. Kwa hiyo mimi nadhani, mimi nampongeza mwalimu kwa kazi anayoifanya, kwa jinsi anavyowatengeneza wachezaji wake na kuwapa kujiamini zaidi, ili wanapokuja kucheza kwenye mechi kubwa, wasijisikie hawawezi kufanya kitu ambacho wanatakiwa kukifanya na kumpa matokeo. Basi nashukuru sana.